Dhahabu ni rasilimali inayoweza kuisha non-renewable resource, na kiwango kilichopo ardhini kina kikomo. Hata hivyo, kutokana na teknolojia mpya, wachimbaji sasa wanaweza kufikia miamba ya ndani zaidi, ambayo zamani haikuwezekana. Lakini kwa sababu haiharibiki wala hauwezi, yaani dhahabu ni kitu cha ajabu sana. Karibu dhahabu yote iliyowahi kuchimbwa toka kale mpaka sasa hivi tulipo, bado ipo mikononi mwa watu. Tofauti tu ni kupitia mzunguko wa uchenjwaji, kwa hiyo itabadilika kuwa hivi, kuwa hivi, kuwa hivi, lakini ipo dhahabu yote toka kale mpaka sasa hivi, japo katika mitaa na stori nyingi za mitaani tunazozisikia ni kwamba dhahabu ina tabia ya kujiongeza. Sasa hili ni jambo ambalo kisayansi halijathibitishwa, ila kiuhalisia na experience ya watu wengi, dhahabu ukiiweka sehemu inaathiri hayo mazingira, nayo pia yanakuwa na dhahabu. I don't know if that makes sense. Lakini ukiifukia dhahabu kwenye mchanga, hata miaka miwili miaka mitatu, ukija ile sehemu, ile dhahabu imeongezeka. Hizi ni nadharia.